Kodiwa kumi ndani, kumi nje, sera oa mama. Kila siku akiomba, akipiga simu ananiombea pumzi, mzee oa mama, mwanangu anauliza, mwanangu, mbona urudi? Mwanangu bwana, sikia, mtoto wa jirani karudi, afu kaenda kwenye media. Mwanangu, nasikia alikuwa anateseka sana. Mwanangu kwani wewe vipi? Mbona ukipata unatuma fupo kimya? Unajua namwambiaje? Ambaye mama hizo sio stori zetu, wameshindwa kukaza ndio maana amaudi nyumbani mama. Mama ombe pesa mjomba, mama naomba pumzi, afisi hatujafukuzwa kwetu. Si ndo wale. Kitaka kutujua tatogopa. Wewe akikuuliza hapa ni wapi ambapo ulipokuwa ndo pale, tutakuja tutapajua. So, semaje?